Hi, naitwa Dr. Nature, daktari wa magonjwa ya binadamu na health lifestyle coach. Uh, katika video hii nataka tujifunze faida za kutokula usiku. Uh, na utapata faida gani ikiwa utaanza leo kwa mwezi mzima ujao usile usiku, utapata faida gani? Na kabla haujaondoka na kusema kwamba hiyo kazi huwezi, sikiliza kwanza hiki kitu. Uh, binadamu hatujaumbwa kula usiku. Yaani sisi sio viumbe wale nocturnal kama popo, bundi, Uh, na wanyama wadogo wadogo kama panya ambao wao wanakula sana sana usiku. Sisi binadamu tumeumbwa kula zaidi masaa ya mchana, na hii utaligundua kwamba unapokuwa uh, una unachunguza una, una, una, una tafiti za kisayansi utagundua kwamba asubuhi eh, kuelekea mchana mpaka jioni kunakuwa na kama grafu fulani ambayo inaonekana mwili una uwezo wa kushughulikia chakula vizuri zaidi asubuhi unaweza kushughulikia vizuri kiasi mchana kuelekea jioni, na mwili hauna uwezo kabisa wa kushughulikia chakula masaa ya usiku au giza linapoingia, na hii inaendeshwa na kitu tunakiita circadian cycle. Circadian cycle ni saa ya ndani ambayo inasimamia shughuli mbalimbali za mwili, ndio maana kuna wakati homoni fulani zinapanda, kuna wakati zinashuka kuna wakati kiwango cha sukari kipo juu zaidi, kuna wakati kinashuka, kuna wakati unajisikia unajisikia kusinzia hmm? Kuna wakati wa mchana haujisikii kusinzia. Usiku unajisikia zaidi kusinzia, kuna wakati mchana eh, kuna wakati insulin resistance, uwezo wa mwili kusikia insulin au uwezo wa mwili kushughulika na chakula kwa maana nyingine, una, unabadilika kulingana na masaa ya siku. Sasa masaa ya siku kuanzia asubuhi kwenda jioni ule usugu wa insulin nikisema usugu wa insulin kwa lugha rahisi, namaanisha kwamba uwezo wa mwili kukishughulikia chakula unapungua kadri siku inavyokuwa ikiisha. Kwa hiyo inapokuja kufika jioni kwenda usiku, mwili unakuwa katika hali ya kupumzika, tunaita repair mode. Kwa hiyo vyakula vinavyoingia baada ya muda huo, baada ya giza kuwa limeingia, vyakula hivyo mara nyingi havimeng'enywa sawa sawasawa na matokeo yake vinaweza vikachacha vikatengeneza magonjwa. Lakini pia vinaweza vikashughulikiwa vika na mwili katika namna ambayo sio sawa, na matokeo yake ni magonjwa mbalimbali. Ndio maana tunasema jitahidi kadri inavyowezekana kuepuka kula masaa ya giza. Sasa hizi ni faida ambazo utazipata endapo utaacha kula usiku kwa siku 30 kuanzia hivi leo. Faida ya kwanza, utapungua uzito. Kama unapambana na uzito mkubwa, unapambana na kitambi, hata kama bado hauna uwezo wa kubadilisha chakula, hauna uwezo wa kupata product za kukusaidia kupunguza uzito, uh, ukifanya hiki kimoja tu. Inawezekana labda ratiba yako ya kazi au kwenye community unapoishi ni ngumu ku kufata ratiba fulani za kukusaidia kupunguza uzito, lakini hiki kimoja ukikiweza, ukaacha, kupu, ukaacha kula usiku kwa siku 30 mfululizo utashangaa kwamba uzito wako unashuka. Faida ya pili ni kwenye upande wa kolesterol. Kolesterol uh, sio kitu kibaya, lakini kolesterol nyingi aina mbaya iliyozidi ni ishara kwamba afya yako sio nzuri. Sasa unapokuwa ukifanya hii programu ya kuepuka kula usiku kwa siku thelathini utagundua kwamba kiwango chako cha kolesterol ile mbaya kinashuka kwa kiwango ambacho kina maana sana kwenye afya yako. Kwa hiyo itakukinga na magonjwa kama ya moyo, itakukinga na magonjwa kama kiharusi, pressure na kadhalika. Lakini pia faida ya tatu ambayo utaipata ni kwenye upande wa shinikizo la damu. Ikiwa unapambana shinikizo la damu, uh, ukiacha kula usiku, ukiacha kula usiku, kacha kabisa kula masaa ya giza, utashangaa pressure zako zinaanza kukaa vizuri kwa sababu mafuta yataondoka, cholesterol itaondoka, ya mishipa ya damu itaanza kutanuka kwa kiwango ambacho kinatakiwa na hivyo damu pia itaanza kushuka. Na wewe na mimi ambaye labda hauna pressure ya kupanda, maana yake inakusaidia kukukinga sasa usiweze kupata ugonjwa huo. Faida ya nne ambayo utaipata ni kwenye clarity ya ubongo, uwezo wako wa kufikiri, uwezo wako wa kureason. Utajisikia hauna msongo, utajisikia hauna wasiwasi, akili utajisikia ni nyepesi, kwa sababu akili uh, inakuwa iko free umeupatia muda mwili wa kuondoa mataka mwili, umeondoa sumu mwilini, kwa sababu umeweza kupumzika vizuri usiku. Kwa sababu kama umekula vyakula usiku masaa ya giza, mwili unakuwa hauna muda mzuri wa kupumzika, kwa hiyo muda mwingi unakuwa ubongo unashindwa kutoa taka mwili, kwa hiyo inakupelekea e, unakuwa na hizo shida. Lakini kama ukifanya hivyo kwanzia leo, utakundwa hizo faida unazipata. Kitu kingine ni kwamba ukiacha kula usiku utagundua kwamba unapata usingizi mzuri sana, usingizi mororo, usingizi ambao hauna mangamngamo au kustoka stuka usiku. Utasema ah, mimi usiku huwa naamka nisipokula usiku, uh, huwa naamshwa na, na njaa kali. Nitakuelekeza hapo mbele kidogo jinsi ambavyo unaweza ukafanya ili njaa zisikusumbue wakati wa usiku na bila wewe mwenyewe kula usiku. Faida nyingine, inaongeza kitu tunakiita autofaji. Autofaji ni hali ambayo uh, mwili unaondoa seli ambazo zimekufa ni kama vile unaongeza u, uh, uwezo wa kinga ya mwili. Kwa hiyo inakuondoa, inakusaidia kuondoa, ina kuondoa ile maseli ambayo yamekufa, seli ambazo zimeanza kubadilika tabia na kuelekea kuwa kama saratani. Kwa hiyo inakukinga na saratani kwa maana yake. Kama unaumwa saratani, ni hatua nzuri sana ya kuanza kufanya hivyo sasa hivi kuepuka kula usiku. Lakini wewe na mimi ambao pia ukifanya hivyo maana yake unajikinga, unakuwa umeongeza kinga yako ya mwili kwa kiwango kikubwa. Faida nyingine, inazima mioto au tunaisema inflammation. Inflammation ni chanzo cha magonjwa mengi na magonjwa mengine ambayo hata huwezi kuyapima maabara ukayaona, lakini yanakusumbua, unajisikia mchovu, unajisikia yani, unajisikia tuko ovyo ovyo, siku inaendaenda, uelewi inakuwaje, au unaumwa, unaumwa hapa, unaumwa pale hakuna kipimo kinachoonesha kitu cha maana, ni kwa sababu ya low grade inflammation, yani mioto midogo midogo kwenye mwili mzima. Sasa unapokuwa unafanya hii hatua ya kuepuka kula usiku, inakusaidia kuzima hiyo mioto. Na faida nyingine ni kusaidia kwenye kubalance hormone kwa wanaume na kwa wanawake. Faida ya kubalance hormone ni kwamba, kwa wanaume inakusaidia kuimarisha mambo ya unyumba, lakini kwa wanawake pia ikibalance hormone, maana yake inasaidia zile siku zako zinakuwa katika uwiano mzuri lakini pia itakuwa hazina maumivu mengi wala kutoka damu nyingi, na itakusaidia pia hata kama unapambana na kupata mtoto itakuwa ni hatua nzuri, unaongeza chance ya kupata uzao. Hizi ni miongoni mwa faida ambazo utazipata endapo utaanza leo kwa siku thelathini usile usiku. Sasa utasema, daktari, tunaanzaje? Maana kwa kweli mazoea ni makubwa, na ukisema usile usiku, huenda huo usiku usiishe ukaamka ukapika kaugali. Sawa, nafahamu hilo, lakini kuna mambo mawili tu ambayo huwa yanafanya watu wanafikia katika hali hiyo ya kushindwa kutokula usiku. Jambo la kwanza ni kutokula vizuri masaa ya asubuhi hadi mchana. Usipokula vizuri asubuhi, yani maanake ukala junks, ukala asubuhi mpaka mchana mpaka jioni, umekula junks, umekula chips, umekula masukari, umekula mawanga mengi, umekula mafuta mafuta, uh, ah, itakuwa ni changamoto sana kutoboa usiku, lakini ukila vyakula ambavyo ni chakula hai hai, nikisema chakula hai namaanisha vyakula ambavyo vimetokana na mimea katika uasili wake. Na vita chakula hai, vyakula vya mimea uh, katika makundi yote matunda, aina zote uh, mboga mboga za majani na mboga mboga za aina nyingine kama vile karoti uh, viazi uh, vile vile mboga mboga zingine kama kunde, choroko, mbaazi, dengu, maharage Eh, eh eh, mihogo, vyakula hivi ambavyo vyote ambavyo vimetokana na mimea, nafaka nzima ambazo hazijakombolewa kama mahindi, ngano, mtama, hivi ambavyo havijakombolewa, vyakula vya asili ambavyo vimetokana na mimea, hivi faida yake kubwa, vinakuwa na nyuzilishe. Hizi nyuzilishe ni sehemu ya chakula ambayo inakuwa haimengenywi na mwili kwa kawaida, lakini ni chakula cha bakteria wazuri. Hivi vinafanya kazi ya kukufanya ujisikie umeshiba kwa muda mrefu, tofauti na ukila vyakula kama nyama, mayai, ma, uh, e, chipsi, uh, mikaango, vyakula ambavyo vimekobolewa hizi nafaka nafaka, mandazi, machapati. Hivi nakufanya unajisikia umeshiba sasa hivi na uwezekano ni mkubwa kwamba e, baada ya muda mfupi njaa itakupata. Na kwa hiyo maana yake usipokula usiku, usipokula usiku maana yake njaa itakuwa kubwa zaidi na lazima utaamke kwa sababu hata hivyo usiku kuna insulin resistance kubwa. Kwa hiyo lazima tu utaamka utamshwa na njaa. Kwa hiyo cha kufanya ili kuepuka njaa za usiku, hakisha kwamba unakula kwa wingi vyakula ambavyo vimetokana na mimea katika uasili wake. Kitu cha pili ambacho tunatakiwa ukijue ni kwamba wakati fulani tu ni mazoea e, wakati fulani ni mazoea. Kumbuka kuna tofauti kati ya njaa na hamu ya kula e, kuna tofauti kati ya njaa na hamu ya kula. Kwa hiyo kuna baadhi, tena ni sehemu kubwa, ni mazoea yaani, anaona kabisa siwezi kulala bila kula. Hiyo ni changamoto. Kwa hiyo jua kwamba kuna hali fulani hivi ya mazoea tu ya kula usiku, lakini ukila vizuri mchana ile hamu ya kula inapungua, na unaweza ukaanza kidogo kidogo. Kama umezoea kula saa nne, saa tano usiku, punguza, anza kula saa mbili. Na punguza tena zaidi, itafika saa moja, mpaka itafika saa kumi na mbili. Ni muda mzuri sana unakula chakula chako cha jioni, umemalizana na siku yako vizuri na usiku, unaruhusiwa kunywa maji. Unaweza ukanywa chai, chai ya viungo, lakini bila sukari. Unaweza ukaweka e, viongeza utamu vingine, lakini sio sukari. Na hii inafaa kwa makundi yote ya watu. Kuna wengine wanasema sisi tunafanya kazi ngumu, kwa hiyo zoezi la kula la kutokula usiku ni changamoto. Uh, hiyo sio excuse ya kulinda afya yako. Yaani katika mazingira yoyote uliopo, katika shughuli zozote unazozifanya, afya yako ndiyo msingi. Kwa ukiweza kutunza afya yako, utaweza kufanya hata hiyo kazi unaoifanya. Kuna msemo wanasema kwamba wewe na afya mko bize mnatafuta pesa. Alafu baadaye miaka ya hapo mbele kidogo wewe pamoja na hizo pesa mtakuwa bize kutafuta afya. Wakimaanisha kwamba unapokuwa ukipambana kutafuta pesa, usisahau afya yako. Afya yako ndiyo mtaji. Kwa hiyo katika mazingira yote uliopo, katika shughuli yote unaofanya, tafuta mbinu za kuhakikisha kwamba unaitunza afya yako. Eh, wakati ukiendelea kutekeleza majukumu yako. Hiyo ndio namna nzuri ambayo unaweza ukaifanya. Na najua wakati faniza ikawa ni changamoto kulingana na aina ya kazi au kulingana na mahali ulipo au kulingana na mazoea, bado unaweza ukatafuta ushauri wa kitaalamu, ukashauriwa vizuri zaidi jinsi ya kufanya vizuri, uh, bila madhara na ikakupatia faida hizi ambazo nimekutajia, kama utaanza kutekeleza kuanzia leo hii. Hebu niandikie kwenye comment hapo. Kama una changamoto pia Haujui kitu fulani jinsi ya kufanya, hebu niandikia kwenye comment hapo, nitakusaidia. Na hadi wakati mwingine, Mungu akubariki sana.